Kumi na tatu na kumi hili ya tafsiri haya makumi, kuna rehema, kuna maghfira na ile la tatu niaka kwao. Tuko kwenye kumi na kwa kuumazuo aakwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tumeshindana katika kipindi ambacho Mwenyezi Mungu amefungua zaidi milango yake kwa ajili ya kupokea tuma zetu.

nayo maisha yetu maisha ambayo yanaendana na mwenendo yetu, yaliyotokana na mwenendo wa mtume wetu Muhammad, maisha ambayo ameweka utaratibu mzima kuanzia kuzaliwa, kulelewa, kuishi, kifo na baada ya maisha yetu yameekasa. Nafikiri pia ni dini ambayo ukisoma vitabu vile vinavyo dini nyingine, ukilinganisha na Qur'an, sidhani kama baadhi ya mambo kwenye vile vitabu vingine yako ambapo kwenye Uislamu yako moja, nalio mfano igile maisha yetu, anaweza kukaenda